Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Harun alikuwa akiishi katika kijiji kidogo pembezoni mwa jiji. Harun alikuwa yatima, maskini na maisha yake yalijaa changamoto nyingi sana. Alikuwa akifanya kazi za vibarua mchana ili kujikimu, na usiku alikuwa akijitahidi kusoma chini ya mwanga hafifu wa taa ya mafuta. Mwezi wa Ramadhani ulipofika, Harun aliamua kufunga, licha ya ugumu maisha yake. Alijua kuwa swamu sio tu ibada bali pia ni njia ya kujifunza subira na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Wakati wa usiku aliswali kwa bidii, akimwomba rehema na baraka riziki kutoka kwa muumba wake. Usiku mmoja wa Ramadhani, baada ya kuswali tarawehe na kufanya dua nyingi sana, Haruni alitoka nje ya kibanda chake kidogo kutazama anga. Alipoinua macho yake mbinguni, aliona nyota moja kubwa iking'aa zaidi kuliko nyota zote Ilikuwa inang'aa kwa mwangaza wa ajabu sana, kana kwamba ilikuwa ikimwita Haruni. Alihisi kuwa hisia zake ni tofauti na moyo wake ukatulia ghafla, hewa ikawa nyepesi. Alifunga macho na kusema kwa imani, Ee Mwenyezi Mungu, kama kweli unanisikia, nionyeshe njia ya kutoka kwenye umaskini na kunifikisha kwenye maisha yenye baraka. Mara ghafla upepo mwanana ukapita na sauti nyororo ikasikika masikioni mwake ikisema, subira na imani yako vitakuletea jaha. Kesho asubuhi, usikose kwenda msikitini baada ya swala alfajiri. Haruni alishtuka, alitazama pande zote lakini hakumwona mtu yoyote. Alijua kuwa hii ilikuwa ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asubuhi ilipofika, Haruni alitii sauti ile ya usiku, alikwenda msikitini akafanya ibada na baada ya swala, alimkuta mzee mmoja akihitaji msaada wa kubeba magunia chakula, ya chakula kwenda kwa watoto yatima. Haruni hakusita na alimsaidia mzee yule kwa moyo wake wote. Baada ya kazi ile, yule mzee alimgeukia na kumwambia, Haruni mwanangu, nimekuwa nikikutazama kwa muda mrefu, nimeona bidii yako na moyo wako wa kusaidia wengine. Nataka nikuchukue unisaidie katika biashara yangu. Mzee huyo alikuwa mfanyabiashara tajiri mkubwa aliyemiliki duka kubwa mjini pale. Haruni alipokea nafasi hiyo kwa furaha sana, na maisha yake yakaanza kubadilika ghafla. Akaacha kufanya vibarua vya mateso na akaanza kupata kipato cha kudumu. Baada ya miaka michache Haruni alifanikiwa kuwa mfanyabiashara maarufu kijijini pale. Alijenga nyumba nzuri, akasaidia mayatima kama alivyosaidiwa yeye na pia hakusahau kuendeleza ibada zake. Somo nililoliona mimi ni Mwenyezi Mungu hamsahau mja wake. Imani, subira na bidii huleta baraka maishani. Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko na dua zinajibiwa kwa wale wenye moyo wa dhati na wale wanaomba usiku. Je, yeah, wewe umejifunza nini? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa komenti.